Yani, nataka niwaambie kitu mm. Wanadamu mfano wanaume ndo zaidi mm. Jambo lolote ambalo unataka kulifanya kwa ajili ya kesho yako mm, fanya usiogope, kwamba litafeli mradi mm, tu wa mwaka sio mwaka wa uchaguzi mm, anza hiyo biashara mm. Na mi nataka niwaambie historia nzuri ya mafanikio ni ya kusota alafu nyanyuke, historia ya kutoka tu na ukanyanyuka unavyopanda haraka ndivyo utakavyoshuka haraka mm. ndivotakavoshuka harakaka muda mrefu chini ukipanda, kwa sababu utawasabau kushuka mm. utatamani kushuka chini eti kama tu tuunahofi tutafeliufei mm. sio mwanadamu loumbwa na Mungu utafeli lakini kama Mungu amekumba mm. hata ile usipokipata kile kitu chokiendea elimu mm. tu uloipata umefaulu Mm. Eh, kwa wasiogope watu hata mm. wazazi wenu wasingewasomesha kama wao wangekuwa wanaogopa kuchukua aa, changamoto. Chukueni changamoto mm. mm. nenda katafute maisha kwanza, kuna option, kuna, kuna faida mbili za kuenda kutafuta maisha. Kwanza kabisa huwa na uhakika kwamba hata kama usipopata hicho unachokitafuta mm. kwa sababu hujafa, una nafasi ya kupata tena mm. lakini pia hii Afrika hususan ni Tanzania, ukienda mm. ukitafuta maisha ukashindwa, Heh. ukirudi kijijini kwenu kw utapokelewa mm. tofauti na mataifa mengine utapokelewa na maisha yako yataendelea mm. kwa usiogope, anza movement zako mm watu wangapi mm. wametoka vijijini kwao, wameenda kutafuta maisha da, wamekuja hapa Tanga mm. nafikiri hawa vijana nakuambia, waliotoka kijijini wakiwa na miaka kumi na nne, wakaja kutafuta maisha hapa Tanga. Nadhani walikuwa na refarii wa kushika? Wamekuja wao wenyewe, wakaingia geto masi, masiwani huko, sijui Msambweni, wakawa wanalala geto, watu sita watu nane. mm. Wakatoboa, wamebeba mizigo, wakatoboa. Mimi mm. nimekutana na mtu ana miaka hamsini na tano hapa Tanga. Ha! ameanzia nani kiwanda cha mafuta cha Bidco Bidco ilikuwa da ndio, kampuni nadhani ya kikenya ilikuwa da inafunga mafuta akatoka Bidco akaingia Korea, mm. Korea ametoka akaja huku mm. akatafuta maisha huku ana miaka hamsini na tano hapa mm. kwenye huo mji mm. anafanya biashara hizi za kuungaunga ku